kuokolewa katika Kristo Yesu. Asante Mungu kwa jina la Yesu amini, amina. Isaia Isaia hamsini na tano Isaia hamsini na tano Isaia hamsini na tano mstari wake ni wa saba. Mungu anasema mtu mwovu, mtu mwovu na aiache njia yake, mtu mwovu na naiache njia yake, mtu mwovu aiache njia yake hiini 2026, ili 2026, Mungu amekupa neema, amekupa rehema, amenipa neema, tuko 2026. 2025 ulisi maisha machafu. Mungu anakuambia mtu mbaya geuka kutoka kwa njia yako mbaya, na mtu mbaya, mtu mbaya awache mawazo yake, mtu mbaya awache mawazo yake, mawazo ya wanawake mawazo ya wanaume, mawazo ya malaya, mawazo ya mpango wa kando, mawazo ya uganga, mawazo ya uongo, mawazo ya kumdanganya mke wako, mume wako. Mungu anasema 2026. Mungu alisema hata kabla hata kabla mimi na wewe tusaliwe, mtu mbaya aiache njia yake mbaya Geuka kutoka kwa mawazo mabaya. Unafikiria nini? Sasa wawaza nini? Mungu anasema mtu mbaya wacha njia yake mbaya mbai Mungu anasema atakurehemu. Mungu anasema ukiacha njia mbaya atakurehemu. Kurudi ni kutubu, kurudi ni kutubu, kurudi ni kutubu, naye atakurehemu. Arudi kwa Mungu wetu, Atasamee bure. Mungu atakusamee bure. Mungu atakusamee bure kabisa. Mungu anasema umrudie, Mungu anasema umrudie na atakusamea bure. Mungu atakupa msamaha bure. Yohana 3:16 Yohana 3:16 Yohana tatu kumi na sita kwa maana jinsi hii, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Mungu yuko mbinguni, ulimwengu ni moyo wako. Mungu yuko mbinguni, ulimwengu ni wewe, ulimwengu ni mimi. Mungu akaupenda mimi akamtoa mwanawe wa kipekee. Mwanawe wa kipekee ni Yesu Kristo, mwanawe wa wa milele. Yesu alitolewa, kwa nini unapotea kwa bangi? Yesu alitolewa usipotee kwa mugoka, pombe, sigara, chang'aa, wanawake, wanaume. Yesu alitolewa usipotee. Ukipotea damu yako itakuwa kichwani mwako Ukipotea itakuwa ni kwa sababu umependa dhambi, umependa dhambi zaidi ya Yesu Kristo. Mungu anataka toba, Mungu anataka toba. Mungu anasema mtu mbaya ageuke kutoka kwa njia yake mbaya. Hakuna mtu analala na malaya anaingia paradiso. Umelala na wangapi? Mungu anataka toba, unakataa kwa sababu unajijua aibu kwako. Mungu anataka toba. Hakuna mlaji mgokaa mvutaji bangi anaingia kwa radiso. Kwa nini unalala na malaya? si uoe? si uoe, uko na umri umefika wakubalee wa kuoa. Kama unajua kulala na mwanamke, wewe unastahili uoe. Kama unajua kulala na mwanaume, unastahili uolewe. Mwanadamu ni pumzi ya Mungu, wakati wowote anaichukua. Fanya marekebisho Fanya marekebisho, maandiko yanakuruhusu wewe. Wewe unataka ucheze na skati tu, ucheze na skati tu, utakufa uingie kshana. Usife kifo cha kipusi, usikubali kufa kifo cha kipuzi. Walevi awaingii paradiso, walevi wa rangi mogokaa miraa awaingii paradiso kili mbele za Mungu wachana na ili mbele za Mungu wachana nani. Kama ipenda paradiso, kama ipenda paradiso lazima uchukie dhambi. Kama kama ipenda paradiso, chukia dhambi. Kama ipenda paradiso, kama ipenda paradiso unapenda na unapenda dhambi, we Mungu anakuita mnafi. Aendi hivyo, we baba we nani, ayendi hivyo mbinguni. Ya kuingia uchafu kwa kutubu na kuamini Kristo, si kwa kuoga kwa dhambi na ufuzi na ukumbavu. Mungu anataka toba. Nafasi. nafasoko na nafasi kuna watu wako hospitali saii, woko bora weta kwenye uamuzi kwa kusikia neno. Hauna Biblia, tafuta moja. Umekuwa uombi, anza kuomba. Umekuwa uendi kanisani, anza kwenda kanisani, tafuta kanisa la kiroho namini ansia mahalians Mungu wa... ya kelele itaisha ni kuomba mpaka kesho. Utafanya nini? Ni kuomba mpaka kesho. Na Mungu ndiye amenituma, utafanya nini? Ni kuomba mpaka kesho, utafanya nini? Mungu ndiye amenituma. Si mwanadamu. Hata Ruto aise ni sui hapa. Weka moyo wako chini, weka kiburi chini. Mungu ndiye amenituma wale hapo, weka kiburi chako chini. Mungu anataka toba. Geuka kutoka kwa mshambaya. Geuka kutoka kwa njia mbaya, weke imani kwa Yesu Kristo. Maisha ya mwanadamu ni mafupi, maisha yako ni mafupi, maisha yangu ni mafupi. Mungu anamwambia mwanadamu ageuke kutoka kwa njia yake mbaya. Maisha matatu, lakini Mungu anasema geuka. Mungu anasema mtu mwovu, kwa Isaya 55, Isaya 55 mstari wa saba.